Kuna nguvu isiyoonekana inayoweza kukuinua kutoka kwenye ndoto kuwa mshindi, kutoka kwenye hofu kuwa shujaa. Nguvu hiyo si pesa, si watu, si bahati, ni imani. Ukishaunda taswira ya ushindi ndani ya akili yako na kuamini kwa dhati kwamba unaweza, dunia yote huanza kujiunga, kukupeleka kwenye njia ya mafanikio. Swali ni hili: je, una imani ya kutosha kubadilisha ndoto zako kuwa ukweli? Naona uungane nami kumwangalia Napoleon Hill. Yeye analijibu vipi hili swali kwenye kitabu cha Think and Grow Rich? Kanuni ya pili, faith, yani imani. Napoleon Hill anasema wazi kwamba baada ya mtu kuunda tamaa dhati hatua inayofuata ni kuijenga na kuilisha tamaa hiyo kwa kitu cha msingi zaidi: imani. Tamaa bila imani hubaki kama ndoto isiyo na mizizi, lakini inapounganishwa na imani inageuka kuwa nguvu isiyotikisika inayompeleka mtu kushinda vikwazo vyovyote. Hill anaeleza imani kama hali ya akili, hali ambayo mtu anaijenga ndani yake kwa makusudi na ambayo baadaye hubadilika na kuwa tabia ya kudumu ya kufikiri na kutenda. Kisaikolojia, Imani haina maana ya kidini pekee bali ni ujasiri wa ndani na uhakika kwamba unachokitaka kinaweza kufanikishwa. Akili ya mwanadamu hufanya kazi kwa namna ambayo, mara unapojirudia wazo fulani mara kwa mara, linakuwa sehemu ya undani wa nafsi. Ubongo wetu una uwezo wa kipekee unaoitwa neuroplasticity, yaani uwezo wa kujibadilisha na kuunda njia mpya za mawasiliano ya neva kutokana na mawazo na hisia tunazorudia kila siku. Kadri mtu anavyojijengea fikra chanya za kuamini kwamba anaweza kufanikisha lengo fulani, ndivyo njia mpya za neva zinavyoundwa na kumfanya awe na msimamo wa kuishi kulingana na imani hiyo. Hill anaeleza imani kama hali ya akili, hali ambayo mtu anaijenga ndani yake kwa makusudi na ambayo baadaye hubadilika na kuwa tabia ya kudumu ya kufikiri na kutenda. Kisaikolojia, kuna kipengele muhimu kinachoitwa Reticular Activating System au, mfumo wa RAS ni kama chujio ndani ya ubongo. Mfumo huu huchagua taarifa muhimu na kuziacha zingine. Mtu anapokuwa na imani ya dhati juu ya lengo fulani, mfumo huu huanza kuchuja taarifa zote zinazohusiana na lengo hilo na kumfanya aone fursa ambazo wengine hawazioni. Kwa mfano, mtu anayeamini kwamba ataweza kupata elimu kuhusu jambo fulani licha ya changamoto za kifedha, ataanza kugundua matangazo ya ufadhili mikopo ya elimu au hata fursa za kazi ndogo zinazoweza kumsaidia kulipia ada yake. Wakati mwingine fursa hizi zipo pale pale, lakini tofauti kati ya kuziona na kuzipuuza ni imani. Hila anatupa mifano ya kihistoria kuonyesha nguvu ya imani. Henry Ford alipoambia wahandisi wake watengeneze injini ya V8 kwa block moja, wali waliona haiwezekani, lakini Ford aliendelea kuamini na kusema iundwe tu mpaka baada ya miezi mingi ya majaribio na makosa, wahandisi wake walifanikisha. Ulikuwa ni ujasiri na imani ya Ford iliyosukuma watu wake wasikate tamaa. Vilevile, Thomas Edison alijulikana kwa kufeli mara elfu moja kabla ya kutengeneza balbu ya umeme. Watu waliona kushindwa, lakini kwake kila jaribio lilimkaribisha zaidi kwa suluhisho. Imekuwa ikisemekana kwamba Edison hakushindwa mara elfu moja bali alipata njia elfu moja ambazo hazifanyi kazi. Huu ulikuwa mtazamo wa mtu mwenye imani thabiti kwamba mwanga wa umeme utapatikana. Imani pia hufanya kazi kwa kanuni ya self-fulfilling prophecy au unabii unaojitimiza. Hii ni hali ambapo unachokiamini kinaanza kuathiri tabia zako kwa kiwango ambacho matokeo ya mwisho yanafanana na imani yako ya awali. Mtu anayeamini hawezi kufanikisha jambo fulani huchukua hatua kwa uoga au huacha kabisa kujaribu, na hivyo kushindwa kwake kunathibitisha imani yake ya awali. Katika biashara, mtu anayeamini biashara yake itaanguka hukosa motisha ya kuwekeza muda na ubunifu wake, lakini yule anayejenga imani hujitoa kikamilifu na kutafuta kila mbinu ili kufanikisha Hili linaelekeza wazi kwamba imani si kitu cha kimiujiza kinachokuja ghafla, bali ni tabia ya akili inayojengwa kwa makusudi. Imani inajengwa kupitia kujisemea au kujirudia kwa makusudi. Hii ni hali ya kujilisha mawazo chanya kila siku. Kwa hivyo, imani ni nguvu ya pili ya msingi kwenye safari ya mafanikio. Kama tamaa ni mbegu, basi imani ndiyo udongo na maji vinavyoifanya mbegu hiyo iweze kuchipua. Bila imani, tamaa inakauka mapema. Lakini tamaa inapopandikizwa kwenye udongo wa imani thabiti huota mizizi, huota majani na hatimaye kuzaa matunda ya mafanikio halisi. Hili linatufundisha kwamba ni lazima tuendelee kuilisha imani yetu kila siku hadi ichukue nafasi ya hofu na mashaka, kwani hofu na imani haiwezi kuwa pamoja ndani ya akili moja. Je, ni imani gani unahitaji kuijenga leo ili kukuvusha kutoka ndoto zako kuwa mafanikio yako halisi? Sasa unajua kanuni ya pili. Usisubiri, andika lengo lako kuu kwenye karatasi na anda kupanga hatua yako ya kwanza leo. Subiri kuona matokeo yanavyotokea. Share video hii na rafiki yako anayetaka mafanikio pia, lakini usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.